Idea umili, yani nataka niwaambie kitu kimoja si ni, niwekaje very short idea ya umiliki kwa mwanadamu. Yani mwanadamu kumiliki mwanadamu ni idea ile ambayo ilitengenezwa kama sehemu ya kusababisha chaos, yani kuwachonganisha wanadamu na kuwavuruga. Kiwalisia mwanadamu hajaumbwa kumilikiwa, yani ownership ya mwanadamu na mwanadamu, mwanadamu na mwanadamu hana ownership kitaalamu Ownership ipo baina ya mwanadamu na vitu au viumbe vingine, lakini yeah, mani, lakini sio kwa mwanadamu na mwanadamu, naona eh? Sio kwa mwanadamu na mwanadamu yeah, yeah. Mwanangu ni nini, wanaume wengi wana struggle sana ku, kuamiliki wanawake au kuna baadhi ya wanawake wana struggle kuamiliki wanaume. Hiyo kitu haipo duniani. Unajua ukifuatilia vizuri, hata kiutafiti wa ndani sana, ambao sio huu hata ndoa, ndoa ni Ndoa ni jambo fulani ambalo watu waliliforce, yani kuianzisha hii kitu inaitwa ndoa sababu ndoa inaaminika kama ni ownership, kama umiliki, mwanamke amiliki mwanaume au kivyo vyote au jinsia fulani imiliki jinsia fulani. E, sasa hiyo haijatengenezwa hivyo, ni ndio maana kuna a lot of chaos, kuna migogoro, kuna vurugu machi, yani unajua watu kiheshimu sana, mtu kafika sumu ya 20 ya ndoa, sumu ya 15 sumu ya kamgapi, wale wanapigana vita nyingi kumfanya binadamu awe mtiifu kwenye himaya yako ni kitu cha ziada, yani sio kitu cha kawaida walo ndoa. Kwa hiyo hata walo ndoa, nasoma andiko moja la siri, nasema hata ndoa yenyewe watu walianzisha kimkakati ili wawavuruge wanadamu wakose utulivu, ili watawaliwe. Sababu wewe, hebu angalia, ukivurugwa wewe nyumbani, kumewaka moto kule nyumbani kule kwenye ndoa yako akokaliki, wewe utawaza hata uchumi wa nchi unaendaje? Sijui utawala ugani mbaya, utawala gani mzuri, wewe utawaza wewe, huwezi kuwaza nyumbani pa moto ukifuka, kazini kicho kinachemka. Kwa hiyo ndoa yenyewe ilitengenezwa kama ki, ki, ki, kitu pia cha kuwavuruga wanadamu ili wasiwaze vitu, wasiwaze siri za ulimwengu, wasiwaze namna mifumo ya ulimwengu inavyofanya kazi kiuhalisia. Ni ngumu sana kumiliki mwanadamu mwingine, ownership. Hajaumbwa kumilikiwa mwanadamu yoyote yule. Sasa ma, manake nini? wanaume wengi wameshindwa kujua liswala. Nitabezi kwa wanaume kwa sababu mimi ni mwanaume. Mwanaume mkeo sio mali yako au mchumba wako sio mali yako. Yaani ukweli mchungu lazima tuambiane, sio wanaume. Ukipata nafasi ya kukaa na huyo mwanamke akakuheshimu mkafanya maisha na malengo, shukuru Mungu, lakini tegemea mambo yoyote ya kushangaza. Anaweza akakushangaza muda wote, anything can happen anywhere by any means without a reason. Umeelewa? kwa hiyo hiyo ndio formula ya kwanza. Kuna wanaume wanajisifu, oh, mimi mke wangu Ah, mimi ndo kila kitu ndo maisha yangu. Oh, brother utakufa vibaya mbovu eh? Yaani utakufa mbaya mbovu brother. Sio kwa ubaya, lakini ni nature kwamba hivyo viumbe havina ownership. Huyo sio mali yako sio, yaani, kitu yaani mwanadamu sio kitu, sio instrument, sio device, sio kifaa. Huyo ni binadamu, ana change, ana feel, ana... kwa hiyo ni kawaida asubuhi kuwa mko pamoja, jioni akataka vita, ni mara kibao. Mara ngapi watu wameambiwa kwamba Eh, mi nakupenda sana, siwezi kuishi bila wewe eh, hamna mwanaume mwingine yote duniani kama wao, hamna mwanamke mwingine yote duniani kama afikesho. Asubuhi kwa mkamatia message anamwambia mwingine maneno hayo, hapo ni ownership. Kwa hivyo hivi vitu havina umiliki. Kwa hiyo watu wengi ambao wa sasa vijana wana ambao wanakuja na concept ya umiliki kwamba hiki ni chuma changu hiki ni chombo changu hiki ni nini changu, ndio wao wanaishia kupiga watu bastola, wanaishia kuua watu, kujinyonga na nini Kana mtu, lakini jua kuna eh, the formula of separation. Yani, unatakiwa ujue kuna formula ya utengano, hata kama mko pamoja, mmezaa watoto, mnaishi kwa furaha na mali, sio mtu unayemiliki. Ana taasisi yake na una taasisi yako, yani nyinyi kama mabosi wawili wenye taasisi tofauti, lakini mko pamoja. So hata ndoa sio kwa ubaya, funga ndoa, tulia, lakini kichwani jua hii ngoma, muda wote anything can happen, au huyu mchumba, hata kama sio ndoa, muda wote Eh, wewe mtoto, jambo! Umetoka kunua nini, biskuti? Ah, salimia nyumbani, umesikia bwana? e, kwa hivyo hiyo ni kitu ambacho mnatakiwa mwelewe, hakuna umiliki wa mtu duniani. Yaani, usijidanganye kwamba mimi namiliki yule, ni wangu, ni wangu, yule ni wangu, nani ni wangu. Utakufa vibaya, master, utakufa kumacho yametoka Nashukuru sana. Kwa hiyo hamna ownership duniani, hakuna mtu anayemilikiwa. Hii ni sheria ya nini? Si ya nini, ilikuwa ni kuja kutufanyia scamming. Nashukuru, naitwa Dupa Mdupange, ni check Instagram, kama Dupa Mdupange, show love pale kwa mahitaji ya ushauri eh, nafanya eh, nini, nasema brain consultant. Mimi nafanya consultancy ya kufikiri, natoa huduma za ushauri wa kufikiri, wale ambao wanashindwa kufikiri vizuri, fikra. Kwa hiyo utaniona nitakupa utaratibu wangu, kama una issue tutaenda sawa. Karibuni sana, karibu sana.